Upendo wa Mungu ndio msingi wa udhihirisho wa mkono wa Mungu. Mahali pali popote pale ambapo unataka udhihirisho wa Mungu uonekane, mahali unapotaka mkono wa Mungu uonekane kwenye eneo lote lile, lazima upendo wa Mungu utangulie kwanza, kwa sababu Mungu ni upendo. Ukimainazi upendo, umemainazi Mungu. Ukiondoa upendo kwenye eneo fulani, umemwondoa Mungu kwenye ile eneo. Na ndio maana ukitaka Mungu adhihirike kwa mtu, mpende yule mtu mpende mpaka mwenyewe ajue kwamba kweli nimependwa. Hata kama atakulipa mabaya, we mpende, Mungu atajidhihirisha kwake. Na ndio maana mambo mengine yote ukimainas upendo umeyatoa mengine yote Ndivyo Wakorintho walivyotuambia kwamba, nikiwa na imani ya kuhamisha milima, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Hata nikiutoa mwili wangu uungue moto, kama sina upendo, mi sio kitu kabisa. Nijaponena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, unajua ukiangalia upendo, kwani sababu upendo ndio msingi wa udhirisho wa mambo mengine yote. Mambo mengine yote ya kiroho, yote, maombi bila upendo ni nothing. Kujua neno, soma neno, ukali Biblia yote itafakari, nje ya upendo, Biblia yote haina maana kwako.